Lakini jengine wanalobebeshwa wameingia njiani eti kwa ugumu wa maisha astaghfirullah. Turudi kwa Mungu tustaghfiru. Ningekuwa na uwezo, ningebeba vijana wa Tanzania nikawatupa kwenye nchi tofauti tu hapa Afrika pamoja na majirani zetu, wakaone ugumu wa maisha uliokuwepo alafu waseme kwamba kwao Tanzania ni pahala pema, hawana sababu, hawana ugumu wa maisha, kwa raha zako kabisa. Mwenye ugumu wa maisha kweli, kwa raha zake kabisa, ataingia njiani akaimbe, oyoyoyo? Huo ugumu wa maisha. Mwenye ugumu wa maisha na struggle, anahangaika kutafuta chakula chake cha leo, na wengi walikuwa kwenye kazi zao. Wale wana ugumu wa maisha hao, wengine hawakuwa na ugumu wa maisha walikuwa wana sababu za. Kwa wale watafiti, kwa wale watafiti wafanye utafiti ndani ya Afrika Mashariki na nje, labda kusini mwa Afrika, waangalie nafasi ya Tanzania kwenye ugumu wa maisha, wende wakaangalie kwa vijana wetu, wasimezeshwe tu na wenyewe wakameza, hapana. Lakini kwa nini yote yanatokea haya? Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha, wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo. Hayo ndio tuliojifunza. Vijana wazalendo, hata kutoka vyama vya upinzani, hawakukubaliana na hali ile, walikuja kutuambia jamani, kaeni vizuri, kuna hili linapangwa huku. Wale ni vijana wazalendo kutoka vyama vya upinzani, lakini vijana wetu wengi wa Tanzania hawana uzalendo, na hilo serikali tumejifunza, na tutakwenda kulifanyia kazi. Na ndio maana nikasema niunde wizara nzima ya vijana, ili kushughulikia vijana kwa upeo mpana, badala ya kuwa na kitengo ndani ya wizara kubwa. Kwa hiyo kwa upande wa vijana wetu hawakuwa na sababu yoyote ya kuingia njiani ila kutumwa na kuimbishwa mambo yasiyowahusu.